Na mtazamaji, endapo ndio kwanza wajiunga nasi, kumbuka tu hii tukiendelea kukupasha habari mbalimbali zinazozidi kujiri hivi sasa tukielekea huko nchini Iran tunafahamishwa kwamba takriban watu kumi na wanne wamepoteza maisha na mia saba hamsini kujeruhiwa katika mlipuko mkubwa katika bandari moja muhimu ya Iran, mamlaka zilisema. Mlipuko huo ulitokea katika eneo la Shahidi Rajai, bandari kubwa zaidi ya kibiashara nchini humo karibu na mji wa kusini wa Bandari Abasi Jumamosi asubuhi hii iliharibu madirisha na kuwezua paa za majengo ya karibu na kuharibu magari. Wakazi walioripoti kuhisi athari za mlipuko huo ulio umbali wa kilomita 50 sawa na maili 31. Video zilizothibitishwa na vyombo mbalimbali vya habari zinaonyesha moto kizidi kuwaka kabla ya mlipuko mkubwa, huku watu wakikimbia mlipuko huo na wengine wakiwa wamelala wakiwa wamejeruhiwa kwenye barabara zilizozingirwa na moshi mzito. Ghala lote lilikuwa limejaa moshi, vumbi na majivu. Sikumbuki ikiwa nilienda chini ya meza au nilirushwa pale na mlipuko huo. Mtu mmoja aliyekuwa katika eneo hilo aliiambia luninga ya serikali. Picha za angani zilionyesha takriban maeneo matatu yakiwaka moto, na waziri wa mambo ya ndani wa Iran baadaye alithibitisha kuwa moto huo ulikuwa ukisambaa kutoka kontena moja hadi jingine. Shule na ofisi katika eneo hilo zimeamriwa kusalia kufungwa siku ya Jumapili. Maofisa wa forodha baadaye walitoa taarifa iliyoripotiwa na televisheni ya taifa ya Iran wakisema kuwa huenda mlipuko huo ulitokana na moto ambao ulizuka katika ghala la hazimati la kuhifadhi vifaa vya kemikali katika saihisho la baadaye amry